Kama mnavyoona na mlivyoshuhudia kuanzia tarehe kumi na sita mwezi huu wa sita hadi siku ya leo, tulikuwa na zoezi muhimu sana la madaktari bingwa ambao tumezoea kuwaita madaktari wa Mama Samia Hassan Suluhu. Ni madaktari ambao wanakuja kwenye maeneo yetu, hususan maeneo pembezoni, kutoa huduma za kibingwa. Kama tunavyojua hizi huduma za kibingwa mara nyingi mwananchi analazimika kusafiri kwenda kwenye hospitali kubwa, huku kwetu ni kwenda hadi Chato na kwenda Bugando, lakini kuna baadhi ya wagonjwa tunalazimika kuwatuma hadi Muhimbili. Kwa hiyo badala ya wananchi kwenda kwenye kwa umbali huo, kwa serikali ya mama Samia Hassan Suluhu imewawezesha hao madaktari kuja wilayani kwetu Kakonko kutoa huduma mbalimbali za kibingwa huduma zilizotolewa kwa kipindi cha takriban siku, siku tano ni pamoja na huduma za upaj, upasuaji, huduma za watoto, huduma za magonjwa ya kina mama, lakini tulikuwa na daktari wa meno, lakini bila kusahau tulikuwa na daktari wa magonjwa ya ndani. Nikisema magonjwa, magonjwa ya ndani ni yale magonjwa ambayo hayahitaji upasuaji kama vile pressure, moyo, figo, ini, vidonda vya tumbo, stroke na magonjwa jamii hiyo kwa jumla hayahitaji upasuaji. Kwa hiyo kwanzia wameanza siku ya Jumatatu kwa mara ya kwanza tumefika takriban wagonjwa 320 nasema 320 kwa sababu hadi vinavyoongea kuna baadhi ya wagonjwa hapo wanaendelea kuonwa kwa hiyo namba inaweza ikazidi lakini pamoja na kutoa huduma kwa wakazi wa wilaya ya Kakonko na wilaya na wilaya za jirani, pia madaktari bingwa hao wametoa mafunzo bobezi kwa watumishi wetu wa afya kuwajengea uwezo, kwa sababu moja ya nyenzo muhimu katika sekta ya afya ni kuwa na wataalamu wenye ujuzi. Sasa ukitoa ule ujuzi ambapo mtaalamu anasoma akiwa chuoni, lakini tunakuwa na mafunzo ya mara kwa mara maeneo ya kazi. Kwa hiyo hao madaktari bingwa wamekuwa ni nyenzo nzuri sana katika kuwajengea uwezo wa watumishi wetu. Kwa hiyo hadi kufika jana jioni, watumishi takriban 65 walikuwa wamejengewa uwezo kwenye maeneo mbalimbali. Nini faida ya hii? Faida hii ya mafunzo haya itafanya watumishi hao waweze kutoa baadhi ya huduma ambazo tulikuwa tunashindwa kutoa kwa sababu watumishi wameshajengiwa uwezo, basi hizo huduma zitatolewa bila kikwazo chochote, ukizingatia kwa mara ya kwanza kwa miaka mitatu iliyopita. Ukiangalia vifaa tiba tulivyopata ni vingi sana na vya kisasa, majengo tunayo, ujuzi ndo huo, tunaendelea wanaendelea kujengiwa ku watumishi wetu. Kwa hiyo nishukuru sana leo, tunakusanya hapa tunakusanyika wote hapa kwa ajili ya hafla fupi ya kuaga madaktari bingwa hawa lakini na pia kuwapa neno la shukrani wenyewe lakini pia na kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Hassan Suru kwa kuwawezesha hao madaktari bingwa kufika wilayani kwetu na kutoa hizo huduma. Tulifika hapa kuanzia Jumatatu tarehe kumi na sita kwa malengo ya kutoa huduma kwa wananchi wa Halmashauri ya Kakonko. Tumeweza kufanikisha kuona zaidi ya wagonjwa mia tatu mpaka sasa hivi. Napenda uh, kwanza kumshukuru mheshimiwa rais kwa kutuwezesha kufanya hili zoezi kwa sababu wananchi wengi walikuwa na uwezo wa, wa kusafiri kuzifata hizi huduma lakini kupitia mpango huu wa rais tumeweza kuwapata watu mahali walipo, kwa hiyo tumewapunguzia gharama ya kusafiri kuzifata hizi huduma katika hospitali wagonjwa ambao tunakuta nao ni wagonjwa wote kulingana na aina ya madaktari tuliokuwa nao. Kwa mfano kuna daktari wa uh, upasuaji na ameona wagonjwa wote walikuwepo upasuaji wali, wali, wali eh, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, pia kuna wagonjwa wengi kwa manufaa. Ah, kwanza kabisa wagonjwa walipoambia kwamba madaktari walikuja, walikuwa na imani na sisi. Kwa hiyo ukimwambia unatatizo fulani unatakiwa fanyiwe operation hawakuonyesha wasiwasi, nafikiri wanatuamini sisi wataalamu. Hakuna uh, mgonjwa ambaye alikuwa na dalili ya kuonyesha kwamba labda na wasiwasi -wasi na ugonjwa, walituamini. Hata tulipokuwa tukiingia kufanya operation, hamna mgonjwa ambaye alikuwa na wasiwasi wa -wasi. Ah, tunawashauri wananchi kwamba wazitumie hizi hospitali zimejengwa, kwamba wawe wanakuja hospitalini kufanya check up, wasikae muda mrefu. Unakuta mgonjwa na miaka mitano, anasumbuliwa na tatizo Mwizi ushaipenda hospitalini, nakwambia sijawahi kwenda. Kwa hiyo tuwe na desturi ya kuja hospitalini, hata kama una changamoto gani, utapatiwa suluhisho. Kwa hiyo usikae nyumbani, tuna tatizo nimbolo, ukaja hospitalini. Hospitali zipo zimejengwa kwa ajili yao. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliniagiza akaniambia, ukifika pale waambie wafikishe salamu kwa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba Kakonko imefurahi na imefarijika sana na ingependa kwa wakati mwingine, kama kaimu mkurugenzi alivyozungumza, kwamba muje mara kwa mara, kwa sababu Kakonko yetu hii ni Kakonko safi yenye mazingira ya kuvutia, na inapenda swa wananchi wake waweze kuwa na afya bora zaidi kwa maslahi ya ujenzi wa taifa letu. Lakini kama hiyo haitoshi, akaniagiza kwamba kikubwa zaidi ametoa shukrani kubwa sana za ujio wenu, lakini ameomba kama alivyoomba Mheshimiwa kaimu hapa mkurugenzi, hata naye pia ameomba, alitamani mnapokuja Kakonko licha tu ya kufanya hizi huduma e, za madaktari bingwa e, kwamba kama mmekuja sita walau, kama mnarudi wanne, angalau tunabaki hata na watatu hapa Kakonko. Alitamani ingelikuwa hivyo, lakini naombeni, mtafikisha tu hizo taarifa. Kwa idadi ya watumishi na madaktari bingwa katika hospitali yetu hii ya wilaya na vituo vyetu vya afya huko na zanati, imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunaombeni mtufikishie huo ujumbe, ili angalau watumishi hawa tuweze kuwapata katika mazingira yetu.